Kama kuna mtu ameketi chini muulize nini kinakusupuaga wewe. Kama wewe uko na hug mbili, patia huyo mwingine moja. Amen. Alafu kwa kinywa chako mwambie ninakupenda. Alafu mwambie hata kama nakuja kutafuta Mungu, wewe ni sehemu ya furaha yangu hapa. Kama akwambii, si unamwondokea. Mtu atatoka kwake, akuja kulingia hapa. Praise the name of the Lord. Are you blessed? Yes. Are you alive?

Watoto mandizi na blender, yeye alikusiagia na mdomo na akajua kuchanganya mandizi na viazi, na kwa the same same mdomo, kama anataka kukupea viazi, anarucha kidole, anatoa na hawezi chota mandizi.

Anakutoa uchafu wote, ukijisaidia anakunja, anafua nape. Wakati huo ulikuwa wanapi wajana, na wamama wa saa hii ni daipa tu, anakunja anatupa. Daipa ya kitambo ilikuwa nape, na hiyo napkin anaosha, anaanika. She was the first cleaner. Anaangalia mwili wako Anakularisha judges bibi yako ambaye umeoa leo hawezi kukupaka mafuta nyuma na ukaona maguta mwisho wa wiki hii. Lakini mama yako anakupaka mafuta alafu anakuekelea hapa because she was the first person to share romance with you, anakubembeleza unalala, alafu anakuchukua anakuekelea kwa kitanda to today you have a family but you are still a child to her ndio unaonaga mama yako wewe ni mzee lakini anakuulizaga kama bado umekula because to her you are still a child i know some of you like me our mothers are not in the world but we can also still wish them a happy mother's day

Nairobi na mkisota mnaingia gari mnaenda kwa mama zenu mnawaambia, mama, mko na hilo fiti? Kwega, anaenda chini ya mattress anakutolea elfu mbili ama elfu tatu That is what my mother used to do. Mama yangu ungeenda umwambie huna pesa, akutolea elfu tatu ama nne. Wewe hauna lakini yeye ako nazo, anakutolea chini, anakwambia na hizo ukaje okelia. Na wengine waliaga hata kabla hatujawapatia hatujawarudishia Today, toa simu yako sahi, usitoe sadaka. Mimi kwangu kuna chakula kama wazazi wako, wako hai. Na ile pesa ukonayo peke yake ni ya sadaka usitoe leo. Today is a special day for your mother. Simu, toe simu. Kuna siku mtajaribu kutafuta jina mamu, kwa hiyo simu unashindwa itaingia wapi. Unasema kama sisi na kina Anita, unasema I wish there was a a phone in heaven. Toa simu yako, tumia mama yako pesa kulingana na upendo unaompenda nao, send money na wale wanalia, wakaguzaguzwe mgongo. Wewe si unaona huyo mama analia, wewe kijana? Si uguzaguze huyo mama mgongo na umshike umwambie I love you. Mkiwa na kwenu usimshike huyo mama, mwambie mgongangonge, eh, Mabel. Some of us will miss our mothers, but we cannot do anything until when we shall join them. Eleven down the line, 11 years down the line, I lost my mother, my beloved mother.

na mwale watapiga simu, wapige nisikie kama mama zenu watachukua simu. Kitumia mama yako umetuma, ebu nione u rehe thimu ukuhe ire hau na no u kuhehe nginya maundu-ini macio faulo ni mwatuma witu maikaraana mukurukuria na nithimu, tumeni pesa

Umetuma, Lea tanione, na upigie Bishop Mother nimsikie kama umemtumia. Sisi wengine hata tukiwa na uwezo, that is why mnaonaga nikifanya shopping, kutembelea mama wazee as kufanya hivyo, lakini sina mahali pa kwenda Yes, huyo ametumia mama yake elfu mbili. Leta nisikie kama Bishop Mother amepata. Bishop Mother bwana asifiwe. <laughs> Amen. Uko salama mama? Eh, niko salama ni homa tu. Ni homa? Eh, eh, ni homa tu imezidi. Utapona Bishop. Umepata kitu kwa? Niko na homa. Umeangalia simu yako kuna kitu imekuja? <laughs> Eh, nimeona kitu. Iyo ni ya Happy Mother's Day. Amen. Wanatuma wote hapa leo. Aya, wacha nani mwingine mama yake amechukua simu, leta. Kama mama yako Frank, leta simu nione kama umetumia mama yako. Na nimesema kama mama yako hayuko uhai na mama ya bibi yako wako hai, tumie mama ya bibi yako. Yes, Frank ametumia mama yake elfu tano. Ko ino hatumila mama wany Jeff, umetumia mama ya mama bibi yako. Ametumia mama ya bibi yake 10,000. Kuhi ametumia mama yake 5,000. waboiwajehia tanione Ametumia mama yake 2,000. Mr. Charles. Alimutumia asubuhi 2,000. 5,000 nene ametumia mama ya bibi yake 2,000, eh, Jeroge Ametumia mama yake elfu moja na mama ya Lydia elfu moja utirayadhi moisio bottom, hizi baraka mutazigawa by force. Mleteni hizi simu. Nyambura na shiko Kenya, acha nione. ametumia mama yake elfu moja Aya, Elias kijana amesema sababu mama yake aliaga mimi ndio baba yake unipee 2000. <laughs> Aya, Nyambura ametumia mama yake 4000. Kate ametumia mama yake 2000. Huyu ametumia mama yake 1000. Huyu huyu, this is my uncle. Na ametumia mama yake 1000. Leta hii zimu. Mama ino, you know, amemtumia 1000.

na akatumia mama yake na mother in-law. Jamwas umetumia nani na nani mama yake haya eh? huyu eh? ametumia mama yake na mother in-law eh huyu ametumia mama yake elfu moja. botop ametumia mama yake na mother in-law huyu kwanza ako na story mzuri sana. Alioa bibi yake after kukua chokora na mama yake akamkubali. Amemtumia elfu moja Eh? huyu naye zioni, simu yako imezimika. Huyu naye ametumia mama yake elfu moja hmm? Umemtumia maito maito, simu ya mama yako haiongei hai, hai haya. Huyu ametumia mama yake elfu moja. na wewe haya, enda pale kwa Dungu. haya, wewe umetumia mama yako ngapi? Ametumia mama yake elfu tano ametumia mama yake elfu moja, your cousin. E die mama yako wow, that's so good. Mugulino ametumia mathainiro thao na mama yake thao. Na wewe? ametumia mama yake thao wewe umetumia mamlilian thao Kairo. Kairo, wa Kairo, najua uko na event leo, takuita hapa uzalimie watu. Ametumia shosho yake mwenye alimlea elfu moja mia tano. Jipigieni makofi. Thank you so much. Amen. Sasa pia mwenzako simama utoe sadaka. It is time to give. Hiyo ni responsibility yako. Kuangalia mzazi ni responsibility yako. Praise the name of the Lord.